Leila. Mm -hmm. sana kama One Soul. Yes, mm -hmm. inamaana ni kwa sababu mko wawili mtu yani yeah, na mpenzi wake, hiyo mkaamua kutumia mm -hmm. jina la One One Soul. Mm -hmm. ni nani alianzisha jina la One Soul? ni wewe au ni ye iye, ndo alilitoa ilojina ilo, eh, alilito? inaonekana ni mbunifu sana eh? <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> na by the way tuko naye hapa studio. mm -hmm. <laughs> Yani iye ya, anafanya kumsindikiza wife to be. Tumesema tunaenda kukaa kwenye kamati very soon, tutawaalika nyinyi. mm -hmm. um, mlikutana wapi? Tulikutana Mikocheni. uh, mm -hmm. Ni muda gani so far let's say ambao mmekuwa kwenye mahusiano? Jamani, watu wangependa kujua. Mimi I know tayari ushaniambia lakini, mm -hmm. yule ambaye anaangalia hivi sasa hiyo hiyo kweli tutasema, lakini bado muda wake wa kusema. Kuna, kuna kile kipindi cha mahusiano, alafu kuna kile kipindi cha kukaa pamoja mm-hmm. ni kipi ambacho wewe hutaki kukizungumzia, kile cha mahusiano au kile kipindi cha kuanza kukaa pamoja? Yani cha kuanza kukaa pamoja ki, yani tulipoanza kuishi pamoja yes. Ah, mimi kongu vitu naona ni sawa. <laughs> <laughs> ni nini kilitokea mkaamua sasa? Okay, tukae pamoja kwa sababu unajua, <coughs> couples nyingi inakuwaga ngumu sana kukaa pamoja <coughs> na kukaa kuna uelewano kwenye mahusiano Okay. Ni nini nyinyi kiliwapelekea mkasema sasa tuanze kukaa pamoja, sisi ni wapenzi? Kitu ulichopelekea tuanze kukaa pamoja, kwanza, mwanzoni mimi ndo nikopo nataka zaidi kukaa naye kuliko ta Eh, kwa hivyo ni story ndefu iliyofanya mpaka tukaanza kuishi pamoja. Lakini tukajikuta tu hivyo tayari tumeanza kuishi pamoja. Um, uh, wewe ulikuwa unakaa peke yako na yeye ya alikuwa anakaa peke yake ama wewe ulikuwa unakaa labda na, kapeke, na wazazi au ilikuwaje? Na mimi nilikuwa nakaa peke yangu na yeye ya anakaa kwake. Okay. Mm. -hmm. Alafu mkaamua mkaanza kukaa pamoja. Mm -hmm. Unajua eh, ni, ni ni very rare kukuta mm -hmm. watu walioko kwenye mahusiano wanakaa pamoja. Alafu hayo mahusiano yanakaa muda mrefu. Nyinyi mmewezaje kumudu hiyo situation? Sisi tumeweza kumudu kwa sababu kwanza, yani, ni watu ambao hata tukikwazana hatuchukui muda mrefu, yani kwenye yale makwazano, watu na solve changamoto mapema. Alafu pia, hata unajua, sometimes mahusiano, kwa mfano kama mimi, umri wangu niliokuwa nao nipate changamoto na mpenzi wangu afu niende nikamwombe ushauri mtu ambaye nalingana naye umri, hiyo inakuwa ni changamoto pia. Kwa hiyo yes. Unaangalia pia na watu wakuomba ushauri unapopata changamoto, angalau watu ambao ni wazima, wanaelewa na hisi. Hicho pia ni moja ya sababu ambayo imesababisha tukakaa kwa mahusiano muda mrefu. Kwa hiyo hata nyinyi mna-mnakorofishana mnagombana, huwa mnaweza mkakati siku nzima mjazungumza na mwenzako? Kukorofishana, tunakorofishana lakini hatujawai kumaliza siku nzima, huwa tunasovu mapema, au hata ikitokea labda asubuhi tu hadi jioni, lakini hamuwezi mkalala bila kusovu kweli? Hey. Hey, <laughs> naomba nimjue mwalimu wenu kwa kweli huyo, <laughs> oh, mwalimu wa mahusiano yenu, mi naomba nimjue. Amna ninyi wenyewe tu mtakavyojiekea? Kuna muda mi naweza nikawa labda nimekasirika nikaa nataka kulala, sitaki kuongea naye yani, nataka hata kama kanikwaza tokea asubuhi, lakini ye atafosi, amna kulala, nimesema njoo tuonge. Na kuna muda unakuta yeye ndo kanuna, lakini mi ndo mtafosi tena, bora yaani <laughs> ko hivyo, unakuta mnaongea naisha. So far tangu ile clip ilivyotembea, mm. haijakupa wewe usumbufu kuanza kusumbuliwa na wanaume wengine kwa sababu unajua kuna ile mtu ukishakuwa kwenye limelight mm. kuna ile mm. Sasa ndo kila mtu anaanza ku, ku take note mm. kwamba eh, huyu msichana mzuri hebu eh, ona anavyoongea vile alivyo. Hujakutana na huo usumbufu hata? Sijui ni keje, lakini mimi sijaona kama yani kuna usumbufu, yaani ile wanaume kutaka wewe kimahusiano tu, watu mna, ni, waninkia, kukukwe, labda tu watume message DM nani? <laughs> Yeye mwenyewe ndo anaingiaga huko kwe, labda na sasa. Na yeye pia nije nimuulize baada ya ile clip mm, alikuwa na hofu ya kukupoteza kabi, sasa hapa mpenzi wangu jamani, mpenzi wangu anachukuliwa, maana kuna some comments ukiziona, ama ilikuwa ukikaa hata mtu mwingine akiwa anaangalia au umekaa labda na watu wanaangalia wasema, hey, So sasa hivi yani, huyu jamani, anampoteza anampoteza. Uu, so sasa hivi hizo <laughs> komenti ziko nyingi sana, lakini kikubwa tu ni kumwomba Mwenyezi Mungu, naye mwenyewe huo ananikumbusha hata mm. mwenyewe, kuna muda akikaa nikumbusha, lakini mtu kama unaelewa, we unaelewa, mi ndo najua nimetoka naye wapi mpaka saa hivi tuko wapi na tunaelekea wapi kao, so kila mwanamke kwamba labda mtu fulani alimleta mke wake sijui mwanamke wake mtandaoni akachukuliwa, ndo kila mwanamke akiletwa mtandaoni atachukuliwa? Kwa kwani wangapi wako mtandaoni wana muda mrefu kwenye ndoa zao kwenye mahusiano yao? Ni kila mtu na akili zake. Kwa hiyo nyinyi mkaamua zenu tu, sisi tutabebana hivyo hivyo, iwe itakavyokuwa. Lakini mapenzi yetu, mahusiano yetu ni ya kwetu, ni mm -hmm. Haya haya mm -hmm. Ni ngumu sana kwa vijana sasa hivi kusema kwamba anatulia kwenye mahusiano mm. Ni nani ambaye amekuwa ni role model wako wewe kusema kwamba mimi natulia kwenye mahusiano kwa sababu ya mtu fulani ameninspire mimi nisichepuke, ama nasoma mengi ama nafuatilia mengi kutoka kwake. Mi mtu anayenishaurigi sana kwenye mambo hayo sana, sana mama angu ambao wananishauri sana fulani, nini, wa hata ikiwa kuna changamoto fulani hivi imetokea, wao ndo watanishauri au nitamtafuta mtu mwingine kama hivyo, lakini wao ndo wananishauri sana. Unaonekana lakini kama umekulia sana kwenye dini eh, <coughs> yani, <coughs> unajua mtu unamwangalia hata dress code mm-hmm, yaani mtu akikwaga hivi anajua kabisa umekulia kwenye dini sana mm-hmm. huenda pia imechangia kwa kufanya wewe kujua kwamba maisha haya ya vijana ni ya kupita, mimi natakiwa nisimame na msimama. Pia inaweza kuwa ime, kwa, ime play part kwenye maisha yako. mm, yes, iyo sij niekeje yaani mm -hmm. mimi ni mtu ambaye na hofu sana, na kwa gani mtu kabla sijafanya maamuzi huwa nafikiria, unajua kuna kitu ambacho siku zote mimi najua ukiwa kwenye mahusiano ukiwa kwenye ndoa, niseme ukiwa kwenye ndoa, kuna raha ya kuwa kwenye ndoa na kuna changamoto za kwenye ndoa, na ukiwa pia hauko kwenye mahusiano, kwenye ndoa kwa mfano, ni single hivi, kuna changamoto na kuna raha sana zake. <laughs> kwa hiyo nikifikiria kwa mfano, hata kama sasa hivi kwenye mahusiano ninapata changamoto hizi, na nikienda kuwa single nitapata changamoto tena za kuwa single; single najua ni nyingi kuliko hata za kuwa kwenye mahusiano. Yeah. Hmm. Hata kama mume wangu atachepuka ndio nitafumania, nitaamua kuwa single, lakini nikisha kuwa single huko nitakuwa na mpenzi atachepuka, kwa ni yale yale. <laughs> mambo yanakuwa yanaenda ndivyo sivyo hmm. <laughs> So, kwenye mahusiano yenu mpaka sasa hivi mna plan za kufunga ndoa hivi karibuni, au unasema bado, hebu tu explore kwanza, life inavyotupeleka? Tuna mpango basi mrefu tu. Oh. <laughs> Sisi tupo na kamati tutakuwa tuko hapa. Tuko tayari. Mm. Kwenda wanakamati wenyewe. Eh, ya yeah, wakati nakosaje. <laughs> Okay, tushasema, exo itakuwa iko pamoja, yani mm. all the way. Ah mm. uh, na ameshafika nyumbani. Ndamilu nyumbani sana. Kwenu. Ndio. Vipi wewe? Mm. Umeshaenda kwao? Eh, hey, tena mara nyingi sana. Ah. Kwa hiyo mmeshatambulishana kote, yani mm. kwenu, kwao, wote wanajua kwamba kwa mko pamoja mm, lakini sasa, kama wazazi wao wameichukuliaje, kama mmeshaamua kukaa pamoja, wameichukuliaje? Yani mm. kwa nini msioane kabisa? Unajua, kila mzazi anana, anana, anakuwa na tamani aone. Ah, sasa, kama mmeshaamua kwa kukaa pamoja, kwa nini msioane kabisa tu mkamaliza? Hakuna hizo <laughs> Laila anasema akimwangalia habi wake anapata confidence. Kwa hiyo imebidi tumposition <laughs> pale alipo. By the way, yani, kama ungekuwa uko hapa studio ukaona habi anavyomwangalia Laila na Laila anavyomwangalia habi wake Yani, yani unaona kabisa yani kuna mapenzi alafu mtu akikwambia wamekaa muda mrefu kwenye mahusiano. Nyinyi vijana inabidi mjifunze sana kutoka kwa One Soul. So, um, siku ambayo mlikutana mm -hmm. Mimi narudi nyuma kidogo mm -hmm. siku ambayo mlikutana mm -hmm. ni nani alimu approach mwenzii na mazungumzo yalikuwaje? <laughs> na ikawaje mpaka ukamkubali siku ya kwanza mm -hmm. Mimi nilikuwa tu nimekaa sehemu naisi, ndo alianza kuniangalia tokea muda mrefu mm -hmm. Akanifata kwa maelezo yake, baadaye ya alikuwa kwenye kikao akawa ameomba kwenda chooni, maana mm -hmm. ukitaka kwenda chooni lazima upite pale nilipokaa. Lakini nilimwona kati anapita na anaangalia kwangu muda mrefu, ila sizani ka alifika chooni, kwa si mada yake anasema alifika <laughs> ila... <laughs> Eh, kila sizani akarudi, ndo akanifata akaniongelesha na nini, ndo tukaanza hapo kuongea na mambo mengine. Unakumbuka labda dress code, alikuwa amevaa siku hii, ana kikanzu chake chekundu hicho, ni chekundu ni damu ya mzee hivi tabii, siku avae ni mrekodi nacho hicho kikanzu, ndo alikuwa amevaa hiyo siku na hicho kikanzu anakipenda yani, kama umemzoea ya, yeah, umemzoea amwezi kukutana mara tatu afu hujamona amevaa hiyo kanzu, kwa nini usimzuia sivae tena? Unamjua alivyokuwa mbishi, haelewi yani, hiyo kanzu ni anaipenda sana, kwa hiyo unaona, unamwachaga tuendelee kuiva <laughs> hey, alafu maajabu yake ipauki na miaka mingi <laughs> ni maneno gani ambayo wewe unayakumbuka alikwambia yakakufanya uka catch feelings? Kwanza siku alikuwa ongea Kiswahili <laughs> Kinge <laughs> kingi sana um, ah, you know my name is Abdul <dış> akando <small> <laughs> <mina> um, <mina> pale kaniomba namba. Unajua, kwanza mimi niseme ukweli wa Mungu pale alivyokuwa anaingia <mina> alikupenda, ananukia vizuri kmc kiknaka ndo cha kwanza attention iliyokushika ili, ili kwanza <clears throat> <clears throat> ilikuwa, yani ilikuwa tofauti yani kwake imekuwa tofauti kuliko na kwa watu wengine hata mahusiano nilikuwa yani sana na wiki yetu nilikuwa haraka haraka sana tulivyokutana eau kwa <clears> hiyo <throat> manukato tu yaani yalikuwa yashakumaliza na nakari nakaribia kutoka ofisini, akaniomba namba. Akaniambia niko kwenye kikao pale, nilikuwa nakuona muda mrefu mm -hmm. kwao nikasema, nije nikuombe namba. Nikamwambia sawa, nkaambia saa, akaniuza nakaa wapi, kipindicho na nakaa Mwananyamala, nikamdanganya nikamwambia nakaa Kinondoni bii <laughs> Akaniambia sawa, unafunga saa ngapi? Nikamwambia nafunga saa ni <laughs> mbili na nusu. Akaniomba anipeleke nyumbani, akakaa mpaka saa mbili na nusu na hivyo ilikuwa ni saa moja, akanisubiri. Ah, okay. mm. na mimi sijui ikawaje <laughs> nikaenda hiyo siku. Nilikupo na hofu, kwa sababu mtu simjui, nimepanda gari lake, ananipa lifti, ananipeleka nyumbani, lakini mtu mwenyewe ananukia hey. Afu sasa sijui so, yaani ni maajabu gani wakati naondoka, kaniomba. Tulivyofika kwanza, ni alikuwa al al na kaubabe fulani <laughs> <laughs> aliloki milango, kaniambia nikumbatie kwanza ndo utoke. <laughs> <laughs> <laughs> Jamani, -yani <laughs> Kwe, ndo utoke jamani, u romantic gani huo? Ndo ilivyokuwa, afu nilivyomkumbatia nini nikaondoka, hadi nafika nyumbani, nilikuwa na rafiki yangu, kuna atais, kuna mkaka ananukia vizuri, ni nusu ai ni nusu Yani, muda wote niko na hisia harufu yake, najua umemkumbatia mtu afu ananukia vizuri, hiyo yeah. Ikajenga, ndio ikajenga tension, ikawa naanza. Afu nikachati naye ile usiku, akawa ananiambia mi ndo ninapika nile, anapika ile, mi sinunuagi chakula, napenda kupika mwenyewe. Mi hicho pia napenda, napenda anapika mwanaume, ambaye anapika mwenyewe kama hivyo, anapenda kupika. Kwa hivyo ni vitu mwanzoni ndio vilivyonifanya nimpende kwa hiyo kuanzia hapo mapenzi yakawa shata, tukaanza kuchati, shata. na kesho yake akanifuata kazini kesho kuto mmeuseneka <laughs> ukiambua umdescribe habi wako <clears throat> utamwelezea ni, ni mtu wa aina gani ni mtu ambaye ah. <laughs> anapenda sana lakini ni mkorofu sana lakini anapenda, anajua kubembeleza, anajali <coughs> changamoto yake tu ni kakorofi alafu mbabe. <coughs> ni vile ulivyoitoa yani... <coughs> yani... <coughs> <Kakorofi. coughs> unajua ukimwangalia, unaweza ukasema mpaka mpole huyu, <coughs> lakini ni mkorofi sana. Watu wanaonaga wanasema TikTok mabaka hii mpole, ila mabaka hii. sasa lakini baba kayaimpole tu kwenye kamera ila hivi in real life. mm -mm. <laughs> Um, kwa mfano, kama ukigombana, nani anaanzaga kumwomba mwenzake wamsama? Inategemea na nani kakosea. <clears throat> Inategemea ila asilimia kubwa mm. Ikiwaga ni usiku mm. <laughs> Mi ndowa namembeleza sana, lakini kama ni mchana hivi ndo yeah, anakuwaga mara nyingi, anatakaga kuyamaliza uh, mm. um, kwa nini usiku huh? kwa nini usiku? kwa sababu anapenda kulala kanuni. <laughs> <laughs> anapenda kuru... <Sema>. yeah, <laughs> <Yeah, DC. laughs> kalegea mwenyewe wejawadi nyiji mapenzi Tupe tupe kodi tupe story. Yani sijui ni anataka gani mbembeleze. Yani sijui inakuwaje, lakini utaona kama alikuwa kakaa sebuleni, anatoka zake sebuleni, anaenda chumbani na kistari chake kaki sungura kinalala hapo, hata ufanye nini yani, unambembeleza hadi unalia machozi sasa. So, sije pale ndo anakuwa anapata bichwa au ndo anapata usingizi vizuri. Baadaye kuna kitu itabidi <laughs> na yeye pia tumuite, itabidi mmuulize tuje tuzungumze na <clears throat> like, kwa nini usiku eh? Mm -hmm. Labda down moment ambazo nyinyi mmeshaikuwa nazo kwenye mahusiano ambayo unaweza kumwambia hata mtu mwingine ambaye anahisi labda mahusiano wakati wote ni furaha tu, au labda kugombana vile vidogodogo, e, na nyinyi pia mmeshakuwa na zile down moment, yani ile kwamba mmepitia ya, yani maumivu au kuna mmoja mw kampitisha mwenzie kwenye maumivu vitu <laughs> makura, zima, ni, lia, mimi, machozi, to, kama hivyo ile mpaka unasema yani nalia yani machozi yanatoka, kama yeye analia hivi kipindi cha mwanzo. Ni e, mwanzo alinipiga matukio sana <laughs> mwanzo likiisha hili, lingine likisha hili, lingine lakini tu ni ni nikua tu ndo uvumilivu, sijui nisemeje ndo Mwenyezi Mungu kakupangia mtu wako sahihi mm. lakini mwanzo, yani kulikuwa kuna changamoto nyingi sana hivyo huyo <laughs> ila siku hizi namshukuru Mwenyezi Mungu mm -hmm. kabadilika sana kwa kiasi kikubwa ila kwa mwanzo hmm. kulikuwa kuna yani, atakuja aelezee mwenyewe. Yani, mimi nashindwa kuelezea. ile mtu akishafanyaga <laughs> <LZ. laughs> makosa unafikiri anaelezeaga kwa sababu huwa anayakubali mwenyewe. oh. kakubali, anasema ni kweli, kipindi kile, naomba ni samehe sana. Lakini labda mmoja ya tukio ambayo alishaikupiga kusema eh, na mimi nimevumilia, jamani hata siwezi kuyazungumzia, siwezi kuyazungumzia, ila tu alikupo ni ile nini, si unajua, yani unajua, ni ni mtu ambaye alikupo anafuatwa na mademu nini sana, yaani ni mtu ambaye hata akikaa o mademu anamshurukia na hivyo fueni, mtoto wa kiume koo ndio likopo hivyo Hizo ndo zilikuwa changamoto kubwa, afu sasa unajua tena akiona mtoto kapita vitu vyake mweupe nini, idia namba nane we ache na, <laughs> <laughs> na unahisi ni nini ambacho kimemfanya sasa hivi ame cool down, yani ni nini wewe umefanya mpaka sasa akaamua sasa, nimekuwa yani na, na settle na bibi wangu <clears throat> kwa sababu ninaamini wewe pia umeweka ume, ume mchango mkubwa mpaka yeye ameamua kuachana na, na, na, matukio. Nakumbuka ilikuwa ni siku nyingi, kuna tukio moja alinipigia hilo la mwisho, afu ile tukio aliponipigia, yani yani, ukiacha huko nyuma, yani ni mtu ambaye kabisa, niko pona naona huyu anipendi huyu, sijui lakini mimi nilivyokuwa naona, nilikuwa naona huyu anipendi, sema tu mimi ndio naforce, niko pona naona hivyo lakini bado nikaa, yani sasa hata nikimwacha nitakuwa na nani? Ni, ni? Unajua ile unajiuliza maswali, yani nilikuwa nasubiri tu, yani pale nishakata tamaa, nasubiri mwenyewe sasa, siko asifanye maamuzi, akanipigala tukio hilo le liniumiza, alafu akaa asibii niekeje, lakini nikuwa nimeumia na nini hivyo lakini, si si, hatukuachana. Nikuwa naendelea kwenda kwake, afu tuseme sasa, kwangu niko posika hii sana kwake, ndo nakaa nikanipiga matukio, lakini nikuwa naenda. Siku nyingine nikitoka kazini usiku, naenda napika, namkuta yani, afu alikopo anajilegeza <laughs> unakuta <laughs> karudi kazini yani, hata soksi, sijui viatu, hajavua. Natoka kazini saa kumi na moja, mi natoka kazini saa tatu usiku narudi nikawa nampikia namfanyia kila kitu. Sasa sijui ile ndo ilikopo inamuumiza mbona huyu namfanyia hivi, lakini bado yuko hivi. Nikaonaga hapo yani, alivyonipigilia ile tukio la mwisho, nikaona kabadilika kwa kiasi kikubwa, yani hadi kuna vitu vingine ambavyo nilikuwa sivijui, ndo nikaanza kuvijua, kumbe huyu yuko hivi, hayuko hivi nami mm -hmm. pale yani, nikaanza kurudisha mapenzi yani, natokea alivyobadilika hicho kipindi mpaka mm -hmm. leo yuko hivyo hivyo, hajawahi tena kubadilika oh. <laughs> hiyo hey, ukutane nayo sasa. Kwa vijana wengine, mimi sijui mnakuwa mawapi, yaani hapa tayari picture alisusha ipata kwamba kwenye mahusiano ni uvumilivu pia unahitajika kama umeamua kusettle na mtu, yaani kama kweli na huyo mtu kaamua kutulia na wewe, kwa namna moja au nyingine tu lazima atabadilika. So unamwona hata baba kaya kama kubadilika akatulia hapa na mtoto mzuri na sasa hivi labda mnajishughulisha na shughuli gani yaani, mna ishu ya pamoja kwamba ili muweze ku spend time pamoja au bado kila mmoja ameajiriwa kivyake? mm -mm. ishu nyingi si tunazozifanya mm. za kujitegemea sana na biashara ya vipodozi ambayo tunaifanya pamoja. Okay. na duka la nguo ambalo tunafanya pamoja Lakini sasa yeye ana biashara zake nyingine. Oh, okay. Anafanya kazi ya bima lakini pia anauza magari nizo ambazo anafanya mwenyewe. Okay. mm. safi sana. kwa hiyo tunatarajia mtoto anytime soon ama madogo mpaka arusi? Mtoto tunaye mm. Really? mm. Lakini hamjawahi kum- kum nani, ehhe, kumposti mara moja moja. Yupo, ukifuatilia video zetu yupo. Ni wa kwenu mm ni mtoto wenu mm. Really? Yeah. mi mwenyewe nilikuwa sijui kama ni wa kwenu. aai <laughs> nyinyi watu, hebu bwana, ndoa hii mfanyike haraka ya. <laughs> Yaani, mi mwenyewe kwanza niko puzzled. Ndoka ya hii mwenyewe <laughs> So, yani unajua kuna ile mm. jina mm. Kwa hiyo mimi nikaa najua ni jina tu, yani ile like ni jina la One Soul la utani, sio kwamba mtoto wetu ndo anitoka ya hivyo, lakini yupo okay. So mkaamua kuifanya ikawa hivyo, yani official na mtoto juu. Aisee, nyinyi mapenzi nyinyi <laughs> raha sana unajua mm. kwa hiyo mkaona, um, ili bondi iendelee kuwepo na mtoto mimi ilitokea bahati mbaya. Unajua kuna zile ndio ishatokea sasa, ndio mtoto wetu yi wa kwanza ama tuise, ni kama tukasema sasa tupate mtoto. Ah, <laughs> mkasema basi hapa mm. tujibariki tujizawadie mm. <laughs> alafu ndio ikawa hivyo, sasa kaya hii.